kunako siku tatu ndani ya kila mwezi, kila mwezi kinyume na mwezi wa Ramadhani na mwezi wa Shaabani, miezi mingine ya kubakia alikuwa kiswaumu siku tatu. Hadith ya muadhatu mu mu al-Adawiyya annaha sa'alat sa Aisha, zawja nabi sallallahu alayhi wa sallam, kwamba muadha amemuuliza Aisha, mke wa mtume alayhi salatu wasallam, akana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama

Naam, ndiyo. Faqultu laha Mu'adha, akasema kumuliza Aisha, min ayi ayami ash-shahri kana yasum, ni katika siku gani, siku za mwezi ambazo alikuwa akisaumu. Qalat, akasema lam yakun yubali min ayi, yawm, min ayi ayami ash-shahri yasum Mtume alaihi salatu wasalam alikuwa hajali ni siku gani anazofunga. Kwa hiyo siku yote tu kwa kiamka zake ana saumu, alikuwa hajali eti siku siku siku. La hadithi imepokea Imam Muslim bi maana, alikuwa kiamka tu siku yote yake anasema leo ana saumu, ana saumu siku zake tatu kila, yani. Kwa hiyo mafunzo ambayo tuko nayo ijtahid fi siyami thalathati ayami min kulli shahrin ta'asiyan bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Jitahidi kuswaumu siku tatu ndani ya kila mwezi kwa ajili ya kumwigia mtume alayhi salatu wasalam, watalaba lithawabi min Allah, na kwa ajili ya kutafuta thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sawaan kanat min awali shahr au khilalihi au wasatihi au akhirih, sawa iwe ni mwanzo wa mwezi, sawa iwe ni ndani ya mwezi tu siku yoyote, au iwe katikati ya mwezi, au iwe mwisho wa mwezi. Kwa nini? Ni annahu sallallahu alayhi wa sallam lam yakun yubali min ayi shahri yasum, kwa sababu mtume alayhi salatu wa salam amekuwa hajali ni siku gani anayofunga ndani ya mwezi, alikuwa hajali yeye, anaswaumu tu. Idha aradta an taj'al hadhihi thalathata ayyam, ikiwa kwamba vile utataka hizi siku tatu uzifanye wewe kuwa ni ayami albidha iwe ni zile siku za bid, zile siku za masiku meupe, tarehe 13, 14, 15. fa fi dhalika fadlun adhim, hapo kuna ubora mwingi sana, kuna fadhila kubwa. Kwa hadithi ya Anas ndugu yake Muhammad Muhammad, kutoka kwa Ibni Milhan al-Qaisi, kutoka kwa baba yake Milhan al-Qaisi akisema

Rawahu Abu Daudi. Na hii hadithi ya Abu Huraira, unapotazama ina udhaifu ndani wake. Hapa tuliposema kutoka kwa Ibni Milhana Alqaisi, hadha layo hajulikani ni nani, kwa hiyo ni majhul. Kwa hiyo hadithi ya Abu Daudi ni dhaifu kwa sababu ya kuto kujulikana kwa Ibni Milhana Alqaisi lakini baadhi ya wanazuoni wakasema kwamba inapewa daraja, inapewa nguvu na riwaya zingine, inapewa nguvu na riwaya zingine. Wallahu alam. ilam anna fadla siyami thalathati al-ayami lbidhi annaha akasaumi dahr, ileya kwamba fadila za saumu ya siku tatu za bedha ni mfano wa saumu ya mwaka mzima. Kutokana na hadithi Abidhari kasema kwamba Mtume alayhi salatu wassalaam kasema: man kana minkum sa'iman min ashahri thalathata ayyam faliyasumi thalatha albida, yule ambaye atakuwa ni mwenye kuswaumu miongoni mwenu siku tatu ndani amwezi, ya mwezi basi aswaumu siku tatu za beda tarehe kumi na tatu, kumi na nne kumi na tano. Rawahu Ahmad.

Kalimatul ghurr e, inakuwa ni mwanzo wa kitu au weupe wa kitu, upe mkali wa kitu. Na hii imekuja kwenye hadithi ya Ibnul Hawtakiyya kutoka kwa Umar, wakati Umar alikuwa aliulizwa kusikana na hukumu ya kukula nyama ya sungura Omar akawa amesema man hadarana yawma alqaha, nani ambaye alikuwa pamoja na sisi tulipokuwa na mtume wakati tunafika sehemu inaitwa alqaha. Alqaha ni sehemu ambayo inapatikana baina ya Maka na Madina. Qala, mpokezi wa hadithi akasema, qala abu dharrin ana, abu Dharri akasema mimi nilikuwepo. Kisha abu Dharri akasema Utiya Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi arnabin, mtume alayhi salatu wa salam kapewa zawadi ya sungura. Faqala ar-rajulu alladhi jaa biha, yule jamaa aliyemzawadia mtume ile sungura akasema, inni raaytuha tadma, hakika mimi nimeiona kwamba inatoka damu. Mtume alayhi salatu wa salam amikuwa mjienda kula nyama ya sungura lakini ya aliposikia hivyo akawa hakupenda tena kuila. Fakana Nabii sallallahu alaihi wasallam lam yakul, yeye mtume hakukula tena ile nyama ya Ye yemtume sungura. Thumma innahu qala, kisha yeye mtume akasema, akawaambia maswahaba zake kulu, nyie kuleni. Faqala faqala rajulun inni saimun Pakawa ndani mo ndani mo pakawa mtu mmoja akasema, mimi nimeswaumu. Qala wa ma saumuka, ni saumu gani hiyo, na yeswaumu mtu ndo akauliza. Yule mtu akasema, min kulli shahrin thalathatu ayami, huwa na desturi ya kila mwezi na nasaumu siku tatu. Qala mtu akasema, fa aina anta anil bidil ghurri, uko wapi wewe na siku za bedha yale masiku meupe thalatha asharata wa arbaa asharata wa khamsa ashara, tarehe kumi na tatu na tarehe kumi na nne na tarehe kumi na tano Hadithi amepokea Imamu An-Nasai. Naam, na hadithi yetu hii tunaona kama vile amepokea Imamu An-Nasai, na kama gisi tulivyozungumzia hapa mwanzo

la tasumu na wakati ukianza kula, ukule mpaka watu wanasema na wewe ya kufunga hiyo mikushindaga kutokana na an, a hadithi ya Anas ibn Malik akisema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuftiru min ash-shahri hatta nadhunna an la yasuma minhu. Mtume alayhi salatu wassalamu amikuwa akila ndani ya mwezi mpaka tunadhani kwamba hata swaumu, wa yasumu hatta nadhunna an la yuftira minhu shay'a. Na anaswaumu hadi tunasema kwamba hata kula tena la wa kana la tashau an tarahu min al-layli musalliyan illa ra'aytahu wa la na'iman illa ra'aytahu kana la tashau ra'aytahu, na mtume alayhi salatu wasalam, kana la tashau na akisali unasema, la, huyu akisali, huyu hataamka tena, huyu hatolala. Yani akisali unasema hatolala, na akilala hivyo unasema huyu hataamka kusali. Rawahu al-Bukhari. yani anachosema kwamba vile hali zote alikuwa anakwenda nazo. idha lam tajid ta'aman fil bayti fasum, nyumbani kwako mkutana, hakuna chakula, nuwia saum. Hadithi ya Aisha, Allah amridhie kwamba mtume alayhi salatu wasalamu alimwambia siku moja, ewe Aisha, hal indakum shay'un, je mko na um, kitu chochote Aisha akasema ma indana shay'un hatuna kitu, qala fa inni sa'imun, Mtume akasema basi mimi nina saumu. Rawahu Muslim. Saumu sita min Shawwal, saumu sita min Shawwal, siku sita ambazo zinapatikana baada ya Ramadhan, kwa hadithi ya Mtume anasema: man saama Ramadhana thumma atba'ahu sita min Shawwal kana ka siyami dahr. Rawahu Muslim. Ambaye atakayosaumu Ramadhan, kisha akafuatisha siku sita za Shawwal, huyo ni kana kwamba vile ameswaumu mwaka mzima. Hili darasa letu lilikuwa na mambo fulani ndani mwa. Kwanza tumeona swaumu ya Beedh tarehe kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano. Lakini wanazuoni wamehtilafiana kunako hukumu ya hizi hadithi, kuna wengine wanasema kwamba ni sahihi, wengine wanasema kwamba ni dhaifu. Na miongoni mwa wale ambao wameona kwamba hizi hadithi hazikusihi Imam al-Bukhari rahimahullah. Kwa hiyo mtu ukiweza kusomu zile siku tatu za Beda ni afdhali. Zile siku tatu za Beda ziki kupita, usikatiki usivunjiki moyo. Swaumu siku zingine tatu hata zisizokuwa siku za Beda na malipo ni yale yale insha Allah. Kadhalika, mtu kimaliza kusomu Ramadhani fatisha siku sita za Shawali ili upate ujira wa kuandikiwa kwamba umeswaumu mwaka mzima. Kuna baadhi ya masala ambayo huwa yanakithiri sana watu kuuliza Uh, mtu unasikia anakuambia kwa mtu ambaye yuko na deni la, la Ramadhani, haijuzu kwake kuswaumu sita tu Shawwal, kabla hajalipa deni la Ramadhani. Kwa hiyo unakutana mtu anaacha kuswaumu sita, kwa sababu anakuwa bado hajalipa deni la Ramadhani. Ukimuuliza, mbona hujaswaumu sita? Eti bado sijalipa kwanza deni la Ramadhani, sita inakuwa imempita hivyo hivyo. Hili jambo kwa kweli ni masuala yako na khilafu kati ya maulama lakini hali ni anadhirika kwamba yako na nguvu, mtu unaweza kaswaumu sita tu Shawal na baadaye ukaswaumu Ramadhani, na wala hakuna tatizo lolote kwa sababu muda wa kulipa ni wakati wakati mwasa, wakati ni mpana, wakati ni mpana. Mtu unaweza kaswaumu Shawal na baadaye ukalipa Ramadhani yako, lakini kama itakuwezekania kuanza kulipa kabla ya Shawal ni bora zaidi na kama haikukuwezekania basi hamna tatizo lolote kuanza kufunga sita, kisha baadaye ukalipa wa Ramadhani. Wallahu aalam. Na hapa ndipo mwisho wa darsa letu hili la leo. Subhanaka Allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika.